Wakati masahaba wengine wote wamelala, wamechoka maskini, wanachimba handaki, vita vip. mpaka sala ya alasiri, watu siku hiyo hawakusali wala dhuhuri wala magharibi, hata pamoja na Mtume. Saidna Umar anakuja anamwambia ya, na ya Rasulullah, hawa wamelaaniwa hawa, kwa nini wamenishughulisha mpaka sala, sijawahi kusali mi alasiri wala magharibi, mpaka sasa hivi inaingia isha. Mtume anasema, wallahi, na mimi sijasali Fikiria kwamba sala haikusaliwa siku hiyo, hawakusaliwa kwa wakati alaasiri, wala magharibi, wala isha. Sala hizi zikaswaliwa kwa kulipa, na ndipo hapa wanachuoni wa fiqh wakachukua mashruia ya kukidhi sala ikiwa mtu ameisahau au imempita kwa njia moja au nyingine. Ikasaliwa alaasiri na magharibi na isha, wakati ni usiku tena. Kwa hiyo sira ndiyo inayotufundisha hata vitu vya fiqh. Sira ndio inayotufundisha hata Qur'anul Karim tafsiri yake. Huwezi kusomesha somo la tafsiri kama hujui somo la sira au fiqh. Hapa ndipo inapochukuliwa mashru'ia ya mambo mengi katika ahdath zilizozuka katika ghazwatul ahzab. Ghazwatul ahzab, watukufu wa Islam, nirudi nyuma kidogo. Hadith ya ahzab ina butulat

na Sulamu ibn Abi al-Huqayq hapa ndio mwisho wao. Mtume anatangaza kwamba nasara abda aazza junda wa hazama al-ahzaba wahda. Baada ya hapo nini kilifuata ndugu zangu? Butula ya mwisho na ustering wa vita hivi wa mwisho kabisa, aliyefanya kazi kubwa ni Nuaimu bnu Mas'ud, aliyeingiza fitna kati ya wanajeshi wa kikafiri na mayahudi mpaka vita vikavunjika, ikabidi waondoke. Nuaimu bnu Masud, mtu mmoja tu alisababisha vita vyote vikaharibika. Hii inaonyesha kwamba mmoja, usimdharau mmoja. Anaweza akawa mmoja lakini akafanya mambo makubwa mara nyingine hata kikosi kizima cha timu huwa kinamtegemea mtu mmoja tu, akikosekana ye timu yote inavunjika. Maanawiya, inal islamu yunsaru bilwahid, uislamu unaweza ukanusuriwa kwa mtu mmoja tu.